ak ilikuwa na safari inaenda Zanzibar kuangalia mechi, lakini nimefarijika sana kuonana na mwanangu, mtoto wangu, ndugu yangu wa damu kabisa, sio wa babasa, wa damu kabisa. Kwa bahati ilioje, nayo imetoka Zanzibar, anakuja kwa ajili ya mambo yake yatua, lakini akarejea. Anaitwa Sheikh Ramadhan Baraka Majeshi, ndugu yangu kabisa, yani mtaa mmoja, homeboy kwa hiyo namtakia kila la heri kwa jinsi ambavyo anakifanya, anafanya kazi nzuri. Lakini niwaambie kabisa, umaarufu hujaje hivi hivi, wenyewe umejileta. Alafu sio hivyo hivyo, kila mtu ana kitu ndani yake. Kwa hiyo na mimi nafarijika, ukoo wetu una star ambaye natokewa kwenye dini, kwenye mpira yuko na kwenye dini yuko, ambaye ni huyu hapa. Dawa na asalamu alaykum wa wa rahmatullahi barakatuh, tupe dawa sheheala

Kwa nini ya timu ako ni hivi? Haya, nipo upanuzi hiyo, ni sawa hiyo kabisa, tunakubali. Lakini Mwenyezi Mungu anasema na wala msisahau hata roho ya dunia yenu. Kwa hiyo hii ni hati ya dunia yenu, akutana wabisi wote hiyo ndio luama mwisho wa reli. Hapo anabishana hapo Sheikh Ramadhani na babake mdogo yapo, ni kazi hapo ni hatari. Mimi sivai jezi ambayo yenye matangazo ya kamari. Hiyo mimi sivai kwa sababu najua mambo ya imani. Hili la kwanza, lakini la pili Mwenyezi Mungu anasema e, msipende sana dunia kika ni starehe yenye mbaza, lakini ndani yake humo humo anasema katika maisha haya wala usisahau hata robo ya dunia yako.

Sisi asili yetu ni Kigoma. Kigoma wanasemaga ni wabishi, ila tunakizana kwa hoja, lazima waje na hoja, lakini kikubwa, nimefurahi sana. Mwenyezi Mungu bwana akujalie kila laheri, uendelee kutupa dawa hivyo hivyo, lakini kikubwa, mimi sijatoka kwenye mstari kama kama, kwa hiyo kila kitu kipo, bwana sana wewe.